Wakati ule ule Yesu alikufa jambo la ajabu la kimiujiza lilitokea. Matukio saba ya kushangaza yalifanyika mara moja, yakawashangaza waliokuwa wakitazama, yakithibitisha kuwa kifo chake hakikuwa cha kawaida. Mbingu ziligubikwa na giza, dunia ikatetemeka na ishara za kiungu zikaonekana mbele ya wote. Ni nini hasa kilitokea? Umuhimu wa matukio haya ni nini na kwa nini bado yanawashangaza watafiti hadi leo? Hebu tuone matukio hayo saba yaliyoonyesha kwamba kifo cha Yesu kilikuwa tukio kuu zaidi katika historia ya wanadamu, na kilichotokea baada ya siku hiyo kilibadilisha kila kitu milele. Karibu saa sita mchana, wakati jua lilipaswa kuangaza kwa nguvu, jambo lisiloelezeka lilitokea. Ghafla nuru ikatoweka na giza zito likafunika nchi yote. Tukio hilo lilidumu kwa takribani saa tatu kuanzia saa sita mchana hadi saa tisa jioni wakati hasa Yesu alikuwa akiteseka msalabani. Injili ya Mathayo inaeleza wazi tukio hilo: ni tangu saa sita mchana mpaka saa tisa kulikuwa na giza juu ya nchi yote, Mathayo 27 mstari wa 45. Lakini nini hasa kilisababisha giza hilo? Wengi wamelieleza kama kupatwa kwa jua lakini kuna tatizo. Pasaka ya Wayahudi huadhimishwa wakati wa mwezi mpevu, hivyo haiwezekani kwa jua kupatwa kabisa wakati huo. Ikiwa haikuwa tukio la kawaida la anga, basi lilikuwa nini? Jibu linapatikana katika maana ya kiroho ya tukio lenyewe. Kwa tamaduni za Kiyahudi, giza lilihusishwa na hukumu ya Mungu. Katika Agano la Kale, nabii Amosi alikuwa tayari ametabiri jambo kama hilo. Siku hiyo asema Bwana Mwenyezi, nitafanya jua lizame adhuhuri, nami nitaufanya inchi iwe giza katikati ya mchana. Amosi nane mstari wa tisa. Uhusiano kati ya unabii huu na kifo cha Yesu ni wa kushangaza. Giza hilo halikuwa ishara tu, bali lilionyesha hukumu juu ya dhambi za wanadamu ambazo Yesu alikuwa anazibeba. Fikiria ukiwa Yerusalemu siku hiyo, unaona jua likitoweka ghafla. Watu walitaharuki, hawakuelewa kinachoendelea. Talmudi ya Kiyahudi, maandiko makuu ya mila za marabi, inataja giza lisilo la kawaida lililotokea wakati wa kusulubiwa, jambo linaloonyesha kuwa tukio hilo lilishuhudiwa na wengi, hata na wapinzani wa Yesu. Kabla ya kutoa roho yake, Yesu alipaza sauti akisema, ee Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha Mathayo 27, mstari wa 46. Kilio hiki kinafanana na Zaburi ya ishirini na mbili unabii wa kimasia unaoeleza mateso ya mpako wa mafuta wa Mungu. Baba alikuwa akiuonyesha ulimwengu uzito wa dhambi ambazo mwanawake alikuwa anazibeba. Baada ya saa tatu za giza, jambo la kushangaza zaidi lilitokea. Hekalu la Yerusalemu lenyewe liliguswa na ishara ya wazi ya kiungu. Wakati ule Yesu alipoyatoa roho yake, jambo kubwa lilitokea ndani ya hekalu la Yerusalemu, likawaacha makuhani wakiwa na hofu. Pazia lililotenganisha patakatifu pa patakatifu na sehemu nyingine za hekalu likapasuka vipande viwili, kutoka juu hadi chini, bila msaada wa mtu yeyote. Pazia hilo halikuwa kitambaa chepesi, lilikuwa ni pazia nene lenye urefu wa takribani mita 18 lililofumwa kwa vitambaa vizito sana. Kwa kwa nguvu za mwanadamu haingewezekana kulipasua kwa namna hiyo. Biblia inaeleza tukio hilo waziwazi, inatazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, Mathayo 27 mstari wa hamsini na moja. Maelezo eu, toka juu hata chini i, ni muhimu. Kama lingepasuka kutoka chini kwenda juu, mtu angeweza kudhani limepasuliwa na mwanadamu. Lakini ukweli kwamba lilipasuka kutoka juu kwenda chini unaonyesha kuwa lilikuwa tendo la Mungu mwenyewe. Hii inamaanisha nini? Katika Agano la Kale, hekalu ndilo lilikuwa makao ya Mungu kati ya watu wake. Kati ya hekalu kulikuwa na sehemu iitwayo patakatifu pa patakatifu, mahali sanduku la agano lilihifadhiwa. Sehemu hiyo ilikuwa takatifu sana kiasi kwamba kuhani mkuu pekee ndiye angeingia humo na mara moja tu kwa mwaka, siku ya upatanisho, kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu. Pazia hilo lilionyesha utengano kati ya Mungu na wanadamu, kwa sababu dhambi ziliwazuia kumkaribia Mungu moja kwa moja. Lakini pale Yesu alipokufa, utengano huo ukaisha. Pazia lililopasuka lilikuwa ishara kwamba kupitia dhabihu ya Kristo kila mtu sasa anaweza kumfikia Mungu moja kwa moja. Sasa hapa kuhitajika tena kuhani wa kibinadamu kuombea watu, kwa maana Yesu mwenyewe amekuwa kuhani mkuu mkamilifu na wa milele. Mwandishi wa waraka kwa Waibrania anathibitisha ukweli huu. E, basi ndugu zangu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu kwa njia mpya na iliyo hai aliyotufungulia kupitia pazia, yaani mwili wake mwenyewe. Waibrania kumi mstari wa kumi na tisa hadi ishirini. Fikiria adhari kwa makuhani waliokuwa hekaluni wakati huo, wamelelewa wakiamini pazia hilo ndilo lililowatenganisha na Mungu. Ghafla utengano huo ukaondolewa mbele ya macho yao. Mfumo wa dini uliotegemea kafara na taratibu ulikuwa unafikia mwisho, kwa kuwa dhabihu kamilifu ilikuwa imetolewa. Tukio hili halikuwa ajali, lilikuwa ni tangazo la nguvu kwamba jambo kubwa lilikuwa limefanyika. Mungu mwenyewe alikuwa akitangaza kwamba njia ya kumfikia iko wazi kwa wote. Lakini hiyo haikuwa ishara ya kimiujiza pekee. Wakati pazia likipasuka, dunia ikatetemeka kwa nguvu dunia ikatetemeka kwa nguvu wakati Yesu alipotoa pumzi yake ya mwisho, tetemeko kubwa la ardhi likatikisa nchi. Injili ya Mathayo inaeleza kwa undani tukio hilo: nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, Mathayo 27 mstari wa 51. Tetemeko hili la ardhi halikuwa tukio la kawaida la kiasili, bali lilikuwa ni ishara ya kiungu iliyojaza hofu kwa wote walioliona. Yerusalemu ilikuwa imewahi kuhisi mitetemeko hapo awali, lakini hili lilikuwa tofauti. Lilitokea hasa wakati Yesu alipokufa, na lilikuwa kubwa kiasi cha kupasua miamba, kuharibu sehemu za mji, na kufanya jambo la kushangaza zaidi: kufungua makaburi. Athari yake ilikuwa kubwa sana kiasi kwamba hata askari wa Kirumi waliokuwa wamezoea ukatili wa vita waliogopa kwa yale walioyaona. Katika Agano la Kale matetemeko ya ardhi mara nyingi yalionyesha uwepo na hukumu ya Mungu. Wakati Mungu alipompa Musa sheria mlimani Sinai, mlima ulitetemeka kwa nguvu, Kutoka 19 mstari wa 18. Na nabii Nahumu alisema, E nchi hutetemeka kwa sababu ya uwepo wake, ulimwengu na wote wakao ndani yake, Nahumu moja mstari wa tano. Sasa wakati Yesu alipokufa, dunia tena ilijibu kwa nguvu za Mungu. Tetemeko hili lilikuwa na maana kubwa ya kiroho; lilionyesha kutikisika kwa mfumo wa zamani, kuvunjika kwa agano la kale na mwanzo wa jipya. Hekalu, dhabihu na sheria za ibada zilikuwa zinabadilishwa na agano jipya katika damu ya Kristo. Kuna jambo kubwa lililotokea katika ulimwengu wa roho na uumbaji wenyewe ulikuwa unaitikia. Zaidi ya hayo, tetemeko hili lilikuwa ishara kwamba kifo cha Yesu hakikuwa kushindwa bali ushindi. Dunia ilitetemeka si tu kwa sababu ya mateso ya Kristo, bali pia kama tangazo la ushindi uliokuwa unakuja. Baada ya siku tatu, tetemeko jingine lilirekodiwa wakati wa ufufuo wake. Fikiria ukiwa Yerusalemu wakati huo. Unaona giza likitanda, pazia la hekalu likipasuka, kisha unahisi ardhi ikitetemeka chini ya miguu yako. Nyumba zinayumba, miamba inapondoka, watu wanapiga kelele kwa hofu, na wasiwasi unatawala. Tukio hili liliwaathiri wote waliokuwepo. Hata viongozi wa kidini waliomhukumu Yesu hawangeweza tena kukataa kwamba jambo la ajabu lilikuwa limefanyika. Lakini tetemeko la ardhi halikuwa ishara ya kimiujiza pekee siku hiyo. Jambo la kutisha zaidi lilitokea: makaburi yakafunguka na wafu wakafufuka. Kama giza, pazia lililopasuka na tetemeko la ardhi vilikuwa vya kushangaza, basi kilichotokea baadaye kilikuwa cha ajabu zaidi. Biblia inaeleza kwamba wakati Yesu alipokufa, makaburi yalifunguka na watu wengi waliokuwa wamelala wakafufuka. Injili ya Mathayo inaeleza, makaburi yakafunguka, miili ya watakatifu wengi waliokuwa wamekufa ikafufuka. Wakautoka makaburini baada ya kufufuka kwa Yesu, wakaingia katika mji mtakatifu na wakawatokea watu wengi. Mathayo 27 mstari wa 52 hadi 53. Tukio hili lilikuwa mojawapo ya mambo ya ajabu zaidi siku hiyo. Lakini watu hawa waliokuwa wamefufuka walikuwa kina nani? Ilikuwaje? Na maana yake ilikuwa nini? Kwanza tunapaswa kuelewa kwamba hawa hawakuwa wafu wa kawaida bali walikuwa watakatifu wale waliokuwa wameishi kwa uaminifu mbele za Mungu. Ukweli kwamba makaburi yao yalifunguka unaonyesha jambo kubwa lilikuwa likitokea. Ushindi wa Yesu juu ya kifo ulikuwa unadhihirika hata kabla ya kufufuka kwake. Ufufuo wa hawa watu ulikuwa ishara wazi ya nguvu za Kristo. Yesu alikuwa amesema, mimi ndimi ufufuo na uzima yeye aniaminie hata akifa ataishi. Yohana kumi na moja mstari wa ishirini na tano. Wakati Yesu alipokufa, nguvu hizi zilianza kuonekana waziwazi. Lakini kuna maelezo ya kuvutia katika maandiko ya Mathayo. Inasema watu hawa walitoka makaburini baada ya Yesu kufufuka. Hii inaonyesha kwamba ufufuo wa Kristo ulikuwa tukio kuu, na hawa waliokuwa wamefufuliwa walikuwa mashahidi wa enzi mpya. Waliingia Yerusalemu na kujionyesha kwa watu wengi, kuthibitisha kwamba jambo la ajabu lilikuwa limetokea. Fikiria athari yake, jamaa na marafiki kuona wapendwa wao waliokufa zamani wakitembea mitaani. Lazima kulikuwa na mtafaruku mkubwa. Baadhi yao huenda walikuwa wanajulikana hata na makuhani na viongozi wa dini. Ni nani angeweza kukataa ishara kama hiyo wazi? Ishara hii ilikuwa na maana ya kina. Katika Agano la Kale manabii walinena kuhusu wakati ambapo Mungu angewarejesha wafu. Nabii Ezekieli aliwahi kuonyeshwa maono ya bonde la mifupa mikavu ikipata uhai tena, Ezekieli 37. Sasa wakati wa kifo cha Yesu, nguvu hiyo ilikuwa inadhihirika halisi. Tukio hili lilikuwa kielelezo cha kile kitakachotokea kwa wote wanaomwamini Kristo. Ufufuo haukuwa ahadi ambali, ulikuwa ukweli unaoanza kutimia. Watakatifu hao waliokuwa wamefufuka walikuwa wakionyesha kinachokuja kwamba wote walio wa Kristo watafufuliwa pia kwa uzima wa milele. Lakini hiyo haikuwa ishara pekee iliyogusa waliokuwepo siku hiyo. Wakati haya yote yakitokea, mtu asiyetarajiwa, askari wa Kirumi alitoa tamko la kushangaza lililobadilisha maisha yake. Askari wa Kirumi aliyekuwa na cheo cha jemadari centurion alimtambua Yesu kuwa mwana wa Mungu. Askari wa Kirumi walikuwa wamezoea kuona watu wakiwawa kwao, kusulubisha wahalifu ilikuwa kazi ya kawaida. Lakini siku hiyo mambo yalikuwa tofauti. Kile kilichoanza kama mauaji ya kawaida kiligeuka kuwa tukio la kimiujiza lililowaogopesha hata wapiganaji jasiri zaidi. Miongoni mwao alikuwa jemadari aliyesimamia wanaume wapatao mia moja. Yeye ndiye aliyekuwa akiongoza mchakato mzima kutoka hukumu hadi kusulubiwa kwa Yesu. Huenda alishuhudia Yesu akipigwa, akidharauliwa na kuvikwa taji la miiba. Pengine ndiye aliyetoa amri ya kupigilia misumari mikononi na miguni mwake. Lakini muda ulivyoendelea, mambo yakaanza kubadilika. Jemadari huyo aliona kila ishara ya kimiujiza siku hiyo. Aliuona giza likitanda, akahisi dunia ikitetemeka chini ya miguu yake, akaona hofu ya umati na akasikia maneno ya mwisho ya Yesu. Tofauti na wahalifu wengine waliokufa kwa kulaani au kuomba huruma, Yesu alitoa roho yake kwa utulivu na mamlaka, akisema imekwisha. Yohana Wakati huo ndipo jambo la ajabu lililotokea moyoni mwa yule askari. Injili ya Mathayo inaeleza jinsi alivyoitikia, e, huyo jemadari na wale waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la ardhi na mambo yote yaliyotukia waliogopa sana, wakasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mathayo 27 mstari wa 54. Kauli hii ni ya kushangaza, hai askari wa Kirumi aliyekuwa akitumikia dola lenye nguvu zaidi duniani na labda akiabudu miungu ya kipagani. Ghafla alitambua kuwa Yesu hakuwa mtu wa kawaida. Hakusema Yesu alikuwa nabii au mwalimu tu, alitangaza wazi kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Wakati huo ulikuwa hatua ya mabadiliko makubwa. Kabla ya hapo, askari walikuwa wakimdhihaki Yesu. Walimvika joho jekundu wakaweka taji la miiba kichwani mwake na kumcheka wakisema ni mfalme wa Wayahudi. Lakini sasa, baada ya kushuhudia yote yaliyotokea, mioyo yao ilibadilika. Kukiri kwa yule jemadari kulionyesha jambo la nguvu hata; wale waliokuwa sehemu ya kusulubiwa kwa Yesu waliweza kupata msamaha. Dakika chache kabla, Yesu alikuwa ameomba Ee Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Luka 23 mstari wa 34. Ombi hilo lilijibiwa mara moja katika maisha ya askari huyu. Fikiria hali hiyo, kamanda wa Kirumi, mtu aliyezoea vita na mauaji, sasa akimtazama Yesu msalabani kwa hofu na heshima. Moyo wake mgumu ulivunjika. Kwa macho yake mwenyewe aliona kuwa Yesu hakuwa mhalifu bali alikuwa kile alichodai kuwa mwana wa Mungu. Lakini tukio hili halikuishia hapo. Athari za kifo cha Yesu hazikuwagusa askari pekee, bali hata umati wa watu waliokuwa wamemcheka pia walitambua kwamba jambo la ajabu lilikuwa limetokea. Asubuhi ile, Yerusalemu ilikuwa imejaa shangwe. Watu walikuwa wamekusanyika kutoka pande mbalimbali mbali kusherehekea Pasaka, lakini katikati ya sherehe hizo, tukio jingine lilikuwa likifanyika: kusulubiwa kwa Yesu. Wengi walikusanyika kushuhudia, baadhi kwa udadisi, wengine kwa dhihaka na wachache kama wanafunzi wake na Mariamu mama yake, wakiangalia kwa huzuni. Wakati Yesu alipokuwa akining'inia msalabani, umati ulimdhihaki, walisema kwa sauti, ye. E kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka msalabani Mathayo 27 mstari wa 40. Viongozi wa kidini wakiwa wameridhika baada ya kupata hukumu ya Yesu walimcheka wakisema e, aliwaokoa wengine lakini hawezi kujiokoa mwenyewe. Mathayo 27 mstari wa 42. Kwao ilionekana kuwa Yesu alikuwa ameshindwa kabisa. Lakini walipoanza kuona ishara za kimiujiza zikifuatana, higiza katikati ya mchana, tetemeko kubwa la ardhi, pazia la hekalu likipasuka, na makaburi yakifunguka, dhihaka yao ikageuka kuwa hofu. Luka anaeleza jinsi umati ulivyoitikia mwishoni mwa kusulubiwa: watu wote waliokuwa wamekusanyika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotukia walijipiga vifua na kuondoka. Luka 23: mstari wa 48. Maneno haya o, e, walijipiga vifua e, yalionyesha majuto makubwa na huzuni ya ndani. Wale wale waliokuwa wamelia e, msulubishe masaa machache kabla, sasa walikimbia kwa hofu na majuto. Walitambua kuwa jambo kubwa kuliko walivyofikiri lilikuwa limetokea. Majuto yakaanza kuonekana, lakini kwa wengi ilikuwa tayari imechelewa. Wale waliomkataa Yesu sasa walielewa kuwa hawakuwa wanamkabili mtu wa kawaida, bali mwana wa Mungu mwenyewe. Waliona ishara zisizoweza kukanushwa, lakini walifanya nini na ukweli huo? Ilikuwa hali ya kushangaza, mitaa ikijaa watu wanaokimbia, wakilia, wakishindwa kuelewa walichokiona. Baadhi ya viongozi wa kidini walijaribu kutuliza hali, lakini mioyoni mwao walijua kitu hakikuwa sawa. Je, walikuwa wamekosea kwa kumhukumu mtu huyu? Kifo cha Yesu hakikuletea amani waliotarajia, bali hatia na hofu wakati huo ulikuwa hatua ya mabadiliko makubwa. Kwa wengine ulikuwa mwanzo wa toba ya kweli iliyowapeleka kwa imani katika Kristo. Baadaye, siku ya Pentekoste, Petro aliwahubiria umati huu huu na watu elfu tatu wakaamini Matendo ya Mitume mbili mstari wa arobaini na moja. Lakini kwa wengine ilikuwa fursa walioipoteza. Hata baada ya kuona ishara zote, waliendelea kugandisha mioyo yao. Viongozi wa kidini na wale waliopuuza ishara hizi walipata matokeo mabaya. Baada ya miaka michache tu, mnamo mwaka 70 BK, Yerusalemu iliharibiwa na majeshi ya Kirumi. Hekalu, kitovu cha ibada ya Kiyahudi, kiliteketezwa moto na hakijajengwa tena hadi leo. Tukio hili lilitimiza unabii wa Yesu aliposema, ehapa hapataachwa jiwe juu ya jiwe lisilobomolewa. Mathayo 24 mstari wa mbili Mfumo wa wa mfumo kidini uliomkataa Masihi uliangamia kwa huzuni. Askari waliokuwa sehemu ya kusulubiwa pia walipata matokeo tofauti. Baadhi yao kama yule jemadari walimtambua Yesu kama mwana wa Mungu, na maisha yao yakabadilika. Wengine hata hivyo, waliendelea kwa ugumu wa moyo, bila kuelewa kuwa walishiriki katika tukio muhimu zaidi katika historia ya wanadamu na kuhusu umati, baadhi walitubu kwa kweli na kuwa wafuasi wa Kristo, lakini wengine walirudi katika maisha yao ya kawaida, wakisahau walichoshuhudia. Historia inaonyesha kwamba ishara na miujiza, hata ikiwa mikubwa, haviwezi kubadilisha moyo ulio mgumu. Ni mabadiliko ya ndani pekee yanayoweza kumfanya mtu amtambue Yesu kama Mwokozi. Kile kilichotokea alasiri ile kilikuwa onyo kwa wanadamu wote. Mungu alionyesha waziwazi kwamba kifo cha Yesu hakikuwa tukio la kawaida bali lilikuwa ni alama muhimu katika historia ya kiroho ya ulimwengu. Wale waliopuuza ishara hizo walipoteza nafasi kubwa zaidi ya maisha yao, nafasi ya kumtambua na kumfuata mwana wa Mungu. Wapendwa, kutoka kwa matukio haya ya ajabu tunajifunza jambo muhimu sana, kifo cha Yesu hakikuwa cha kawaida. Kila kitu kilichotokea siku ile kilikuwa ishara ya upendo wa Mungu na nguvu ya wokovu. Ardhi ilitetemeka, pazia la hekalu likachanika, kaburi zikafunguka, yote yakithibitisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Askari wa Kirumi alitambua ukweli, watu wengi walihisi hofu na toba, lakini baadhi yao walibaki na mioyo migumu. Vivyo hivyo leo, watu wengi wanaona ishara za Mungu, lakini wachache wanamkubali kwa kweli. Somo kwa kanisa la leo ni hili e. Usikae kwenye dini pekee bila uhusiano wa kweli na Kristo. Usipuuzie sauti ya Mungu unapoona ishara au unapohisi Roho Mtakatifu akikugusa. Mungu anatafuta mioyo iliyo tayari kubadilika si watu waliokamilika. Kifo na ufufuo wa Yesu vilileta tumaini jipya, tumaini la uzima wa milele. Kwa hiyo ndugu yangu, usiruhusu moyo wako kuwa mgumu kama wa wale viongozi wa kidini wa wakati ule. Tambua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako na leo bado anakuita. Huu ndio wakati wa kumkaribia Mungu kwa moyo wa toba na imani. Motisha kwa Mkristo wa leo. Hu. Kumbuka hakuna dhambi kubwa sana ambayo Yesu hawezi kusamehe. Ukombozi ulitolewa bure kwa damu ya Kristo. Jifunze kusimama imara katika imani hata unapopitia majaribu. Dunia inaweza kutikisika, lakini Yesu ndiye mwamba usiotikisika. Na kwa kanisa la leo, tuishi kwa unyenyekevu, upendo na toba ya kweli. Tuwe mashahidi hai wa nguvu za Mungu kama wale waliomuona Yesu akifa msalabani na kufufuka kwa utukufu. Yesu yu hai na nguvu ile ile iliyotikisa dunia siku ile bado ipo leo. Shalom wapendwa. Kabla hujaondoka, tafadhali penda video hii, andika kwenye sehemu ya maoni ulichojifunza na jisajili kwa channel hii kwa mafundisho zaidi ya neno la Mungu. Shalom na Mungu akubariki.